kilichonifanya nitoke wanamanige yeah. mi binadamu na mabro chino wanamani binadamu so ingawa alikuwa nanipa hela za mwezi za kutumia za kula ila ilikuwa iwezi kukizi mahitaji ya familia yangu ya yeah. ndo ikanibidi mimi niweze kutoka wanamani tuanze sasa kupanga mikakati ya kazi yeah. Ya, tulikuwa tunakaa kwake tu kama brother, na tulikuwa tuna mikataba yote ya kazi, alikuwa natusapoti tu. Ya, ila sasa nadhani tutakuwa na mikataba ya kazi rasmi, nafanya kazi wanamange. So kutoka wanamange, au bado uko? Sasa hivi nimerudi tena wanamange. Ya, kwa sababu wote ni binadamu, nakosea brother, kaniweza kunisamehe ya, nimerudi wanamange. Mimi alikuwa fresh brother za chakura, za kura, za mwesi, zuzi, yeah. Ananipa hela za chakula za kula za kila mwezi nini, ila zikakizi mahitaji ya nyumbani kwetu. Ananipa hela ukizi mahitaji yangu mimi, ila kwetu haiwezi kakizi, so ikanibidi nitoke, imradi tu, tufanye sasa kazi kweli wana maana yeah. binafsi wanaomba nimjibie hili swali. Yeah. Yeah. Dogo sergeant ni msanii ambaye alikuwa pale. Mimi naitwa D Square. Mimi ndo meneja yake sergeant. Mimi ndo meneja yake sergeant. Okay. Yeah, tulikuwepo kwa anko pale. Ah sisi tunapenda kumuita anko. Yeah. Tulikuwa kwa anko muda mrefu lakini changamoto ilikuwa pale yeah. kwa tunashindwa ku kazi zetu kutoka kwa wakati muda mwingine inabidi si msanii ajipambanie mwenyewe kusaidia familia, umeona, lakini kuna vitu vinakuwa vina vinaenda vina, vina, vina slow kwao. Sisi wenyewe pamoja na msanii tukaona kwa nini tusijaribu kufanya yenyewe, yani, kwa nini tusifanye wenyewe? Ndio tukaamua kuandika vile, ili turudi tupambane wenyewe binafsi kwa uwezo wetu, kwa sababu tunapokaa pale tunazidi kukaa kimya, tuachie nyimbo kutoka mazombi mpaka leo hii. Sasa tulivyorudi Bahati nzuri tukakutana na my brother zetu wakubwa ambao wapo kwenye mziki pia, wakatuweka chini, wakatushauri yeah. Tumewasikiliza vizuri, tukaona sio mbaya, tabidi tumtafute brother, tuka brother tukaongea naye, tukamwomba msamaha kila kitu, akasema basi sawa, hamna shida dogo zangu, tutaleka saa. Lakini sisi pia tulichokiomba kuwa inabidi tufanye kwa njia ya maandishi, ili tuwe tuwe, tuwe, tuwe, yani tuwe tuwe na imani kwa yeah, kwa kweli iko kitu ndo kilichonifanya hadi mimi niumie kiniume, na nimwambie ni blaza, ukweli. Yaani kitu ambacho kinanisibu, yeah. uh, no yaani kwamba mimi naona nimekaa sana, nime, nime sana kimya, nimejifungia sana, nishachii ngoma mambo aendi kwa wakati ya yeah. Labda cha kuambia tu mashabiki zangu asinyochoke, wanaopenda kusikiza mziki mzuri, wanisapote tu miaka yote, yeah kuhusu ngoma mpya hizi zinazo zilikuwa kwenye process hapo nyuma, kwa tulifanya kila kitu na anko, lakini mambo yalikuwa yanaenda tofauti. Kucheleweshwa kwa kazi ndio ikatubidi tufanye kile kitu, lakini by the way, tushaongea na mzee mwenyewe akasema mna shida tutafanya ote kazi, na tupo kwenye process za kuandikishana kabisa kibiashara. Kwa hiyo ndio tumeamua tumeamua tu release ngoma zetu tatu ambazo ndio hizo ambazo hivi zipo hapo zimeandikwa zote kwa, kwa, kusayi... eh, kwa, kwa sababu ni mabadiliko brada Chino atakuwepo, lazima ataliongelea hili swala. Kutokana na jambo, inabidi mdogo Sajenti kwanza anze mwenye kujielezea zeni, ndo anko aje kuongea. Mkataba utakuwa ni wa muda mrefu alafu pia bado hatuja saini moja kwa moja kutokana siku hizi hizi mbili tatu, ndo tuta saini moja kwa moja, umeona, ila tupo kwenye process, kutokana ni jana na juzi ndo tumediskasi haya maswala kwa tufanye kazi kisheria, umeona. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa yeah. kuhusu ngoma, tunatoa ngoma mbili, lakini hiyo nyingine na kwa bonus track track ni hiyo ngoma ambayo imeandikwa hapo hiyo ya chini, I miss you, hiyo mlegezo amefanya na Chino faa nano, hiyo iko na video tayari kila kitu. Hizo nyingine faw amefanya na Blackstone, hiyo video tayari inayo ishaandaliwa, ila bado hatujaichukua bado ipo kwa director hii ya chini ipo ni audio ambayo hiyo bonus track hapo yeah. So kwenye mkataba, kitu kimoja, changamoto katika zoleuo nini, mejipangaje kwenye hiyo mkataba yenu na wana marketing endapo uh, saakuok kuvunja mkataba yeah, isi kutokea shida, labda kwa kulipa fulani so nini, tukajue mmezingatia nini wapisa, nina, alebo, kasawa, kwa upande wa msanii na lebo kuweka sawa hiyo mikataba inapo akiamua kutoka isiwe shida kama kwa wasanii wengine ambao wanasumbuka na lebo zao. ah uh, kuhusu kuhusu swala ilo ulongelea kwenye mkataba kila kitu kiko sawa kutoka na sio sisi pekee yetu ndio tunaamua. Hata sisi tuna wakubwa zetu, ambao kuhusu swala la mikataba lazima tuwashirikishe wanasheria wote kwa ujumla, watu ambao unajua muziki na mm -hmm. moja mbili tatu na bidi viwepo, ni muhimu. Kwa hivyo vyote vimeorodheshwa kwenye mkataba. kesho na kesho kutwa kitokea chochote, mkataba unaweza kutusaidia sisi na mwanasheria wetu. mm -hmm. mkataba mm niliusoma -hmm. kidogo lakini sikuusoma wote. Uh, kusema kweli hawa uh, sasa hivi washakuwa wasanii ambao wako kwenye, kwenye kwenye tuseme ni vibe tuseme hivyo, kutokana kila mtu anapambania nafasi yake yeah, kwao tunakosa ule muda ambao kukaa chini, kukutana, kudiskasi, labda kukutana ni kwenye show, vipi poa, freshi freshi kutokana na wasanii sasa hivi, huu anakuja tu muda wake kuperform, akifika anaperform, akishuka anaondoka. Kwa akishuka akutana naye havipi, fresh, fresh anaenda. The moment wakati nyimbo ya ya Mario inashutiwa hii ha ha baada ya akaambiwa nenda pale kwenye seti na kwenye seti akamkuta Sajent na yeye yeah. Alikiri kwa anasema, ni kitu ambacho sikujisikia vizuri nilikataa, lakini kwa sababu ya heshima ya Mario niliamua kukubali. Ninyi sasa kama viongozi ah, yeah, mnafanya uh, nini kuweka hicho kitu sawa ah, wewe? Baada ya kidogo, ndio ndio, hizi chuki na nini, unafanyaje ili kutoa hiyo ah? Uh, kusema kwetu sisi, sisi hatuna chuki na mtu wote sisi ni watu ambao tumechagua kuishi maisha yetu, hatuna, hatuwezi kusema ati kwanza kumdiscuss mtu sio hivi na hivi, kwa sababu hata ile siku msanii anaitwa kwenda pale anko alimcheki. Mpaka anafika pale ajui chochote kama anaenda kushuti wala kufanya nini, umeona. Kwa hiyo alipofika pale, kaikaa kwenye seti, kaitwa msanii mwenzie wamefika pale wanashuti, kwa hiyo aweze kudiscuss na eti sio hivi. Kwa sababu unakuta pale mzee yupo uweze kusema mimi siwezi kushuti au kufanya nini na unakuta huyu ni mtu ambaye cha kwanza sio muongeaji, yaani yeye ni mtu ambaye mimi ni sawa, kwa sababu wakubwa zangu wapo, kama kitu kitakuwa tofauti wataongea. Kama hawataongea makubaliano kipo tofauti. Kwa sisi tulivyoongea na hanku, kuna kuna vitu ambavyo tulivipendekeza katika mziki, cha kwanza msanii atoe nyimbo kama hivi bdab ili Watanzania waweze kumsikiliza na wajue uwezo wake msanii. Kwa hiyo tumetanguliza nyimbo hizi tatu, nadhani kabla ya mwaka huu kuisha au mwaka kukuja mwaka mwingine tutaachia tena ngoma nyingine ambayo ni <coughs> kubwa. Ya mimi kweli bro, mimi nime, mimi nimeishi na babu. Ya mama yangu alifariki kitambo, nipo mdogo sana. Kwa hiyo mimi mamangu mimi sijaishi naye kabisa. Ya nimeishi na babu, nimeishi na baba. Baba yangu sasa hivi yuko hapa, kasafiri ya.